Nilipofika sokoni, kama kawaida, nilianza kuchungisha kazi zangu nilizozoea kufanya, lakini cha kushangaza, nilianguka ghafla sokoni. Nilianguka ndiyo, bila mategemeo, yeye wenza wa mtegemeo nayo yote, siku hiyo kilichoniangusha, nikachukulia ni hali ya kawaida tu, lakini nikajitahidi kunyanyuka, nikashindwa, nikaamka, nikashindwa. Nilikuwa na mtoto wangu mmoja, huyo alikuwa anashiriki na Muhammad as-sada, nikamwomba

Basi nikashindwa kabisa, nikabebwa, kaletwa nyumbani. Kufika nyumbani, sijui hilo wanaile, sina fahamu, lakini kaja kitu ikananiziwa, hebu nenda kwenye madhabahu ya sauti lile tatizo lilikwisha mpaka hivi ninavyoongea na wewe hapo. Kwa kuwa nilikuwa nimesha paralyze mguu na mkono, wala sikuwa siwezi kuongea chochote, ndivyo alivyokanyaga baba akaniombea lile tatizo likaisha mpaka hivi tunaongea sasa hivi, ni mzima, nafanya kazi zangu. Lakini inshallah chini miezi mitano sio tu, ndio wakati chooni na vishwa ndani na vishwa kitandani na Yesu. makofi